Mkoa wa Mwanza, tumeona tukutane na wadau wetu waandishi wa habari. Ninaamini katika vikao vyetu vile tunavyokutana vya kutoa taarifa ya mafanikio ya kazi za TAKUKURU tumekuwa tukiwaeleza kwa, tukiwa kwa kifupi kuhusu programu ya TAKUKURU Rafiki, lakini leo ni mafunzo maalum kwa ajili yenu na nyinyi, ili muweze kupata fursa ya kueleza kero ambazo mnakutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yenu katika maeneo ya upatikanaji wa huduma ama katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa sababu ninyi ni wadau wa maendeleo, si ndivyo eh? Kwa hiyo kero ambazo zinaweza ama zisipo uh, chukuliwa hatua ama zisipopata utatuzi zitasababisha kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Kwa hiyo tunaamini leo ni fursa kwenu. Kwa hiyo kupitia chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza eh, Mwanza Press Club, tunao uongozi wetu leo, wao watatuongozea utaratibu mzima wa uh, namna ambavyo mtaibua kero zitachukuliwa, na mwisho wa siku tutazifikisha kwa wadau wetu kwa ajili ya kupata utatuzi. Kwa nini TAKUKURU tunafanya hivi? Kwa sababu nauelewa rushwa ina madhara makubwa. Rushwa ni adui wa haki, rushwa ni adui wa maendeleo. Watu wanakosa haki zao za msingi wanapoenda kupata huduma mbalimbali katika maeneo ya utoaji wa huduma, lakini hata miradi ya maendeleo ambayo nyinyi ni mashahidi, wakati mwingine haitekelezwi kwa viwango lakini wakati mwingine inachukua muda mrefu. Sasa sisi kama wadau hatupaswi kufumbia macho, kwa sababu na sisi tuna wajibu au katika shughuli zetu za kila siku, na sisi tumekuwa kwa namna moja au nyingine tukikutana na, na haya mambo ambayo yanahusiana na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo sisi wanahabari ambao tumepata nafasi ya kuja kushiriki hapa kupitia taaluma yetu ni vyema sasa tukafichua matendo ya rushwa, na tunaweza kuyafichua matendo haya kwa kuandika makala mbalimbali mbali, lakini pia kwa kuandika hata zile habari za uchunguzi zinaweza zikatumika pia kuweza kufichua vitendo hivi vya rushwa. Lakini pia kupitia taaluma yetu ya habari, tuna jukumu la kutoa elimu kwa jamii, na elimu hii ambayo tunaitoa kwa jamii inaweza pia ikalenga katika eneo hili la kupambana na vitendo vya rushwa kwa hiyo tunaweza tukaandika pia tena habari au kuandaa vipindi ambavyo vinahusiana na uelewa kuhusiana na masuala haya ya rushwa. Kwa hiyo moja kwa moja tunakuwa tumetimiza uh, wajibu wetu kwa namna moja au nyingine. Lakini sisi tunafahamu kabisa wanahabari uh, kwamba ni kipaza sauti, eh, sauti ya watu ambao hawana sauti. Kwa hiyo kupitia makala, kupitia habari zetu, kupitia vipindi, uh, upande wa redio. Uh, tunaweza kuwasemea hao wenzetu, wanaweza kuwa na kero hizo uh, sisi tukazichukua na kuzifanyia kazi na wahusika wakasikia na hatua zikaweza uh, kuchukuliwa. Lakini sisi pia kama wanahabari tuna jukumu la kushirikiana na hizo taasisi ambazo zinapambana na vitendo vya rushwa, na ndio maana leo TAKUKURU wanaona umuhimu wa kutushirikisha, wakijua sisi pia ni wadau wakubwa katika kupambana na vitendo hivi vya rushwa. Kwa hiyo endapo tutaona hizo dalili, na ndio maana leo tumekutana, ni vyema kutoa taarifa kwa taasisi husika hizi ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa manufaa ya taifa letu. Kwa hiyo mimi nawaomba kikao hiki, tumesema ni kikao kazi, mbali na kile ambacho tunaenda kukiangalia, zikiwemo hizo kero ambazo au changamoto ambazo tunakutana nazo zinazochangia vitendo vya rushwa. Aa, lakini pia aa, tuweze kutimiza wajibu wetu wa kuandaa hizi habari na ziweze kutoka aa, kama alivyosema Maua, tuangalie sasa, tuna changamoto katika utendaji wetu wa kazi, kunakuwa na hivyo viashiria vya vitendo vya rushwa, lakini ndani pia newsroom kule kuna vitendo vya rushwa. Tumegusiwa kuna vitendo hivyo vya rushwa za ngono, lakini mwingine habari haitoki mpaka labda umalizane na mhariri ni moja kati ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Kwa hiyo ni vema tukaziainisha zote, lakini pia tukaangalia namna gani tunaenda kupambana na hizo dalili au viashiria hivyo vya rushwa, na bahati nzuri taasisi tunayo. Kwa hiyo kile ambacho tutakidiskasi hapa au kile ambacho tutakisema hapa, ni wazi kwamba kinakwenda kufanywa kazi, na nashukuru sana TAKUKURU kwa kuona kuna sababu za kulijengea kundi la waandishi wa habari uwezo wa masuala mbalimbali ambayo yanahusiana mbali na, na uh, kuzuia pamoja na kupambana na rushwa. Kimsingi, uh, sisi waandishi wa habari tunakutana na vitu vingi sana kwa sababu sisi tuna katia close kati ya wananchi pamoja na serikali. Kwa hiyo inawezekana kuna mambo mengi sana ambayo tukikutana Uh, field tunayapata ambayo pengine serikali au mamlaka haziwezi zikayapata kutokana aidha na, na unyeti wake, lakini pili kutokana na yanawagusa pengine watu ambao wapo kwenye mamlaka za kutoa maamuzi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunashukuru sana TAKUKURU. Na sisi kama uh, waandishi wa habari, moja kati ya changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo sana sana kwenye utekelezaji wetu wa majukumu Uh, unajua sisi tunasimama kati ya mdau wa habari ambaye amekuita lakini unasimama kwa mwananchi, lakini pia unasimama kwenye chombo chako ambacho kimekuagiza Kuna wakati mwingine tunakutana na taarifa ambazo unaona kabisa ni public interest, lakini mdau anakuita na kuambia hiyo story bwana, sitamani uitoe kwa sababu labda itaniharibia kisiasa, pamoja na mambo mengine. Wewe unachoangalia pale, kwanza unaangalia mdau alikuita yeye mwenyewe, kwa hiyo wakati mwingine unafanya kazi kutokana na yule mtu ambaye amekuita, kwa maana ya unafanya kazi kwa matakwa yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hiki ambacho kimefanywa na TAKUKURU nadhani ni kizuri, kwa sababu sasa hivi ukiangalia tunajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao tunafahamu utafanyika um, mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo uh, naiona na tutakutana nayo ni hili swala la viongozi ambao wameonyesha nia ya kutaka nafasi fulani kwenye mamlaka, wale wale ndio bado ni viongozi katika nafasi fulani, aidha ni kwenye halmashauri au ni kwenye taasisi yoyote ile, wale wale ndio bado ni viongozi. Kwa hiyo sasa hivi moja kati ya yale ambayo wanatueleza ni kwamba sitaki uipublish story hii kwa sababu tutaniharibia kisiasa. Sasa tunakaa dilema. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na kifikiri mamlaka uh, au TAKUKURU kwa sababu ameliona kundi la waandishi wa habari wa, ni lazima pia waangalie namna gani wanaweza wakatulinda, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho tunakihofia sana sisi waandishi wa habari ni pamoja na, na ulinzi wetu sisi binafsi utakuwaje? Sasa hivi kumekuwa na matukio mengi sana ambayo Uh, yanaonekana ya sio mazuri sana. Kwa hiyo sisi waandishi wa habari pia bado tunaendelea kuhofia kwamba kama tutaripoti zile taarifa ambazo kwa namna moja ama nyingine zinawagusa wale watu ambao wanania aidha ni ya kuwania kwenye nafasi fulani za, za, za uongozi, inaweza ikatuletea madhara kwetu kwa, kwa sababu si unajua sisi tuna familia, tuna watu ambao wanatutegemea pamoja na mambo mengine, lakini pia kwa upande wa serikali serikali ni lazima ihakikishe inawalinda waandishi wa habari kwanza, wawe huru kwenye kukusa, kupata, kupata kwanza habari, haijalishi habari ina mfeva nani. Kwa sababu kama wanahitaji habari za kimaendeleo, basi wakubali hata habari ambazo zitakuwa zinawawajibisha. Hii itatusaidia sana sisi waandishi wa habari kufanya kazi kwa weledi, lakini itasaidia kuwafikishia wananchi ambao ndio walaji wa taarifa zetu, kitu ambacho kinatakiwa kuliko kutengeneza hizi habari ambazo zinakuwa ni kama habari za kubumba. Tunashukuru TAKUKURU kwa kutupa haya mafunzo ya TAKUKURU Rafiki. Kwanza kwa upande wangu, yameniongezea maarifa katika majukumu yangu ya kila siku. Tunaelewa kwamba kazi hizi za uandishi wa habari tunakutana na mambo mengi mengi, hususan ya rushwa, lakini kwa mafunzo haya tutaenda sasa kufanya vizuri zaidi na kuwa rafiki na TAKUKURU kwa kutoa taarifa ambazo zinakuwa zinaleta shida, hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Tunajua vipo viashiria vingi vya rushwa, lakini kwa mafunzo haya sasa yametujenga na tutapata nafasi nzuri zaidi ya kutoa taarifa kwa TAKUKURU ambapo TAKUKURU atachukua hatua na mambo yatakuwa yatafanyiwa kazi, yani kwa taarifa ambazo tutakazozitoa sisi waandishi wa habari yatafanyiwa kazi, maana tunatamani kuona viongozi, tunatamani kuona viongozi watakaochaguliwa mwaka huu ni viongozi sahihi watakaotuletea maendeleo katika maeneo yetu. Kwa hiyo nadhani mafunzo haya yamekuja wakati sahihi kabisa ambapo tunaelekea uchaguzi mkuu na vitisho, kwa sisi waandishi wa habari yametujenga uh, vizuri zaidi. Vitisho unazungumziaje kuelekea kwenye uchaguzi na rai yako kwa serikali? Vitisho kwa waandishi wa habari vipo, hata mimi pia nilishawahi kupata miaka miwili mitatu nyuma lakini sasa tunapoelekea katika uh, tunapoelekea katika uchaguzi huu mkuu, na vitisho vipo, hatuvikwepi, lakini kwa mafunzo haya tuliyoyapata yatatusaidia. Sasa tunajua tutaanzia wapi uh, ili kuhakikisha kwamba kazi zetu tunafanya kwa amani na uhuru. Pia zile stori za maelekezo kiukweli hazikwepeki, yani huwezi kuzikwepa, lakini naamini sasa kwa sababu tumeshapata mafunzo tutajua tutaanzia wapi. Kweli unaenda una, una sehemu unachukua stori, lakini story inakuwa na maelekezo mengi zaidi ambayo wakati mwingine yanakutoa wewe mwandishi wa habari katika taaluma yako, unashindwa uende, unakuwa dilema. Lakini naamini kabisa kwamba waandishi wa habari, kazi yetu sisi ni kufanya kazi kwa weledi. Kwa hiyo kwa mafunzo haya naamini tutafanya kazi vizuri zaidi, na tutakwepa uh, tuta, tutakumbana na vitisho, lakini tutaona namna gani ya